na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi mheshimiwa, mashekhe wote, baraza la ulama, shekhe wa mkoa na mashekhe wa mkoa, mashekhe wa, wa wilaya, mkuu wetu wa wilaya ya Kinondoni, viongozi wote wa serikali mlioko, na mashekhe mbalimbali wa taasisi mbalimbali ambao tumewaalika mliopo, na Waislamu wote kwa ujumla, na wote ambao mnastahiki kutajwa. Nachukua fursa hii, yamekushatangulia maneno mengi, hapana haja ya kuzungumza tena. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, sasa ni wakati wako na wa kuzungumza. Nakuomba insha Allahu taala uje hapa ili uweze kuzungumza na waislamu na watanzania wote kwa ujumla. Bismillahi Rahmani Rahim Sheikh Dokta Abubakar bin Zubeir Mbwana Mufti Mkuu wa Tanzania mwakilishi wa mwakilishi wa Mufti Mkuu wa Zanzibar Khalid Mfaume umbe wa Baraza la Ulama, Sheikh wa mkoa dar wa Dar es Salaam Sheikh Walid Omar Kawambo, Masheikh wa mikoa na Masheikh wa wilaya mlioko hapa, mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa wilaya ya Kinondoni shekhe na wote mlioko hapa mwualimu, wepo, wa kinamama, umen, na waalimu wajumbe wa kamati ya maandalizi. Natambua uwepo wa akina mama, ndugu waumini, mabwana na mabibi, assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wabarakatu. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehma kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria katika shughuli hii ya dua ya kuombea viongozi wa nchi, manufti, mashekhe na Waislamu wote waliotangulia mbele ya haki, pamoja na kuiombea amani nchi yetu. Napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii na kwa kunialika kwa mara nyingine tena mgeni rasmi. A, anapenda kuchukua fursa hii kuwashukuru mashehe, viongozi na waumini wote mliojitokeza katika kufanikisha shughuli hii muhimu. Naomba Mwenyezi Mungu aipe baraka mkusanyiko wetu huu, azikubali dua zetu na atulipe sote kila la heri. Ndugu Waislamu, wageni waalikwa, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kuwa dua ni miongoni mwa ibada kubwa mbele ya Mwenyezimungu Mtukufu. Kwa mnasaba huo, waumini wa dini ya Kiislamu tuna wajibu wa kumuomba Mwenyezimungu kwa kufanya dua, iwe kwa pamoja kama hivi tunavyofanya, au mtu mmoja mmoja, ili kutafuta radhi za mola wetu. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA kwa kuendeleza utaratibu huu kila mwaka na hasa katika mwaka huu ambapo nchi yetu inakabiliwa na uchaguzi mkuu ambapo amani ina umuhimu mkubwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi huo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atugushe salama katika uchaguzi unaokuja d Waislamu na wageni waalikwa, jukumu la kuombea dua mashekh, waalimu na Waislamu wenzetu walio hai na waliotanguliwa mbele ya haki ni miongoni mwa dalili za imani ya kweli kwa waumini. Hakika hii ni ishara njema ya kuonyesha mapenzi yetu makubwa kwao, kwa mchango wao katika kuendeleza kuuendeleza Uislamu na kupelekea ustawi katika jamii yetu. Hatua hii pia ni miongoni mwa sadaka zetu kwa waumini wenzetu, jambo ambalo vile vile tumehimizwa katika Uislamu. Kadhalika, mkusanyiko wetu wenye lengo pia la kuombea amani nchi yetu ni miongoni mwa mikusanyiko ya kheri, kwani amani ni jambo la msingi sana kwa mustakbal wa taifa lolote. Hivyo ni jambo jema kuwa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania kusanyisha hapa waumimi na viongozi kutoka sehemu mbalimbali kwa madhumuni ya kuja kumwomba minyezi Mungu atudumishe katika amani tuliyonayo, wananchi waishi wa kwa amani na nchi yetu iweze kupata maendeleo. Nami napenda kutumia fursa hii kuwasihi wananchi wenzangu tuendelee kudumisha amani yetu tuliyonayo kwa ajili ya mustakbali mwema wa taifa letu kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, kwa lengo la kuleta mustakbali mwema wa taifa letu, lazima Watanzania sote tuendelee kudumisha umoja na mshikamano wetu na kujiepusha na yale yote yanayoweza kutugawa. Tunajifunza kuwa haya ni miongoni mwa maagizo ya Uislamu kama alivyotambia Mwenyezi Mungu katika aya mbalimbali za Qurani na kuhimizwa kupitia hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa hivyo ni wajibu wetu tuendelee kuhimizana na kuwafundisha vijana wetu umuhimu wa kuendeleza misingi ya taifa letu ambayo ina mchango mkubwa kwa maendeleo na mafanikio ambayo nchi yetu inaendelea kuyapata katika kila nyanja. Ndugu waislamu na wageni waalikwa, napenda kuhitimisha nasaha zangu tine, kwa kutoa shukurani zangu tena kwa uongozi wa baraza kuu la Uislamu Tanzania kwa kuandaa shughuli hii ya dua. Tumuombe Mwenyezi Mungu azikubali dua zetu. Aidha, napenda kutoa shukrani maalum kwa kamati ya maandalizi ya shughuli hii pamoja na waalikwa na waamini nyote mliojitokeza kwa wingi katika kufanikisha dua hii. Namuomba Mwenyezi Mungu aizidishia nchi yetu amani, umoja na mshikamano, na ijalie baraka na neema katika kufanikisha mipango yetu ya maendeleo ili tupate mafanikio zaidi. Wa billahi taufik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.